Uh, ino mburi imara maana ninaonga vino mwana waumlelile sio mwanago bali mkurumiago, yani mtoto usiye mzaa sio mwanao, ni mkubwa mwenzako. Kwa hiyo dogo, ukaingia kwenye kumi na nane, nimeishi naye Mwita. Jana ulikuwa ni mtu ambaye unaonyesha uko tayari kuja kumwondoa Dulla kama legendi na ukachukua nafasi yake kwa mzee wa knockout mpya, nini kimekukuta leo hii? mambo yakawa ndivyo sivyo, maana ghafla nikaona chali da. Kwanza nashukuru sana Mungu kwa uzima alionipa, ila sijakubali game Dura sawa, nimepoteza sahizi, ila naomba limechi na Dura, bado sijakubali kama amenipiga Dura sawa, hapa kanipiga, lakini bado sijakubali, naomba limechi na Dura, mi nataka nimng'oe Dura sawa, mi nimepoteza ila Dulla bado nakuhitaji braza, bado imetokea mistake, umeitumia nimedondoka kweli. Dulla, umenipiga, ila bado naomba limechi na wewe. Kwa hiyo ile hapa kati chembe kidevu iliyokulaza unasema ni sahihi kabisa kwako? ilikuwa ina maruerue, wala nguvu za giza, labda kaongezea. Dulla asijajua mipango yake, ila sijakubali bado, imetokea tu mistake, kanipiga.